Ukraine imeituhumu China kwa kushirikiana kwa karibu na Urusi katika kutoa taarifa za kijasusi za satellite zinazosaidia mashambulizi ya makombora ndani kabisa mwa Ukraine. Hatua hii iwapo ni ya kweli, inaweza kuongeza mvutano wa kimataifa kati ya Beijing na mataifa ya Magharibi, hasa Marekani na washirika wake. Afisa mwandamizi wa shirika la ujasusi wa kigeni la Ukraine, Oleg Alexandrov, alisema kwa mahojiano na shirika la habari la serikali Ukrinform kwamba China inapitisha taarifa muhimu za satellite kwa Urusi taarifa hizo zinatajwa kusaidia Kremlin kubaini malengo ya kimkakati ndani ya Ukraine, yakiwemo yale yanayohusiana na uwekezaji wa kigeni. Kuna ushahidi wa kiwango cha juu cha ushirikiano kati ya Urusi na China katika kufanya upendelezo wa satelaiti juu ya eneo la Ukraine ili kubaini na kuchunguza zaidi malengo ya kimkakati kwa mashambulizi, alisema Alexandrov. Kama tulivyoona miezi ya karibuni, maeneo haya yanaweza kuwa mali ya wawekezaji wa kigeni. Mashambulizi ya makombora ya Urusi yameendelea kushika kasi, yakilenga pia miundombinu ya kiraia. Mwezi Agosti, Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski na maafisa wa mikoa waliripoti kuwa shambulio la kombora la Urusi lililenga kiwanda cha vifaa vya nyumbani kinachomilikiwa na Marekani katika eneo la Zakarpattia magharibi mwa Ukraini na kujeruhi watu 15. Rais Zelenski akizungumza Aprili mwaka huu alidai kwamba China si tu inapeleka silaha na baruti kwa Urusi Bali pia inatengeneza baadhi ya silaha hizo moja kwa moja ndani ya ardhi ya Urusi. Serikali yetu ina taarifa kwamba China inatengeneza silaha katika ardhi ya Urusi na inapeleka baruti na silaha nyingine zinazotumiwa na jeshi la Urusi katika mashambulizi dhidi ya Ukraine, alisema Zelensky. Kauli hizi zinakuja wakati ambapo Beijing imekuwa ikijitambulisha hadharani kama mshauri wa amani na inayoendesha mpango wa pointi kumi na mbili ya kumaliza vita lakini bado haijalaani wazi uvamizi wa Urusi. Tuhuma hizi zikidhibitishwa zinaweza kuongeza shinikizo la kidiplomasia kwa China kutoka Marekani, Umoja wa Ulaya na washirika wengine, hatari kwa wawekezaji wa kigeni ndani ya Ukraine, hasa ikiwa miundombinu yao inalengwa baada ya taarifa za kijasusi kupita, na kuimarika kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Moscow na Beijing jambo linaloweza kubadili mizani ya nguvu katika vita vya Ukraine. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema ushirikiano huu ni ishara ya muungano wa kimkakati unaopanuka kati ya Urusi na China. Beijing tayari imeongeza mazoezi ya kijeshi ya pamoja na Moscow huku ikipinga vikwazo vya magharibi dhidi ya Urusi. Mei 9 mwaka huu rais Vladimir Putin wa Urusi na rais Xi Jinping wa China walihudhuria pamoja gwaride la kumbukumbu ya ushindi dhidi ya Nazi katika uwanja wa Red Square ya Moscow, tukio lilionekana kama ishara ya mshikamano wa wazi. Umoja wa Ulaya na Marekani kwa sasa wanaendelea kufuatilia kwa karibu uhusiano wa kijeshi kati ya nchi hizo mbili. Hadi sasa Beijing haijatoa majibu ya moja kwa moja kwa tuhuma hizi mpya. Moscow pia haijathibitisha wala kukanusha, lakini taarifa za Ukraine Phone na maneno ya maafisa wa Ukraine yanaongeza wasiwasi mkubwa. Kwa vita vya Ukraine vinaingia hatua mpya ambapo teknolojia za kisasa za kijasusi na ushirikiano wa kimataifa vinaathiri moja kwa moja matokeo ya uwanja wa kivita.